Mzazi mpendwa. Je, unajua kuwa picha moja tu inaweza kuwa zawadi ya maisha kwa mtoto wako? Ndiyo, picha moja inaweza kuokoa macho na hata maisha yake. Kwa kutumia simu yako ya mkononi au kamera, unaweza kugundua dalili za awali za saratani hatari ya macho kwa watoto inayoitwa retinoblastoma. Chukua muda kidogo. Angalia kwa makini picha za zamani za mtoto wako, au mpige picha mpya akiwa anaangalia moja kwa moja kwenye kamera kwa kutumia flash. Je, unaona mng'ao mweupe au mwanga usio wa kawaida ndani ya jicho lake? Usisubiri dalili ziwe kubwa. Tumia teknolojia iliyo mkononi mwako kama silaha ya kwanza ya kulinda afya ya macho ya mtoto wako. Ukiona mng'ao huo, mwahishe mtoto kwa mtaalamu wa macho kwa vipimo sahihi na matibabu ya haraka ili kuokoa uwezo wake wa kuona na maisha yake. Kumbuka, retinoblastoma ikigunduliwa mapema inatibika. Mtoto wako ana nafasi ya kuendelea kuishi na kuona ndoto zake zikitimia na kufurahia maisha yake kwenye mwanga wa matumaini. Tambua mng'ao, chukua hatua, okoa macho na maisha mtoto wako. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia Sehemu ya Elimu ya Afya kwa Umma na Mpango wa Taifa wa Huduma za Macho.